Kuongeza mchango wa mashirika ya umma katika mapato ya serikali ambapo kama unakumbuka, tuliweza kufikisha trilioni moja lengo letu ambayo tumewapa mwaka huu aende angalau trilioni moja nukta saba ndio lengo ambayo serikali imewapa na jukumu la kusimamia kwamba e, kupitia ofisi ya msajili wa hazina mashirika ya umma yanatekeleza hilo. Lakini jambo la pili, ofisi ya e, msajili wa hazina imekuwa ikisimamia mageuzi yale ambayo serikali imeagiza yafanyike katika mashirika yote ya umma, na mageuzi haya yapo katika maeneo mawili. Kama unafahamu tunayo mashirika ya umma mia tatu na nane, mia moja sabini yakiwa ni mashirika ya umma ambayo hayafanyi biashara na mia moja thelathini nane yakiwa ni mashirika ya umma ambayo yanafanya biashara. Lengo la serikali ni kuona kwamba mashirika ya umma yanaendelea kuwa sura ya serikali katika utoaji wa huduma public service, lakini pia kuwa sura ya serikali katika uwekezaji wa umma yani public investment, na nataka tuhakikishe kwamba mashirika ya umma yanaenda kufanya vizuri katika maeneo hayo mawili ili yafanye vizuri e, tunafanya mageuzi makubwa sana. Moja katika utendaji wao, ili mashirika umma yaweze kuboresha na kuimarisha utendaji wao ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi, kwa sababu serikali inatoa huduma kupitia mashirika ya umma. Kama ni afya, ni kupitia hospitali yetu, kama ni elimu, ni kupitia shule yetu, kupitia mavio kuu yetu. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunataka kuboresha, lakini la pili la mashirika ya umma ni sura ya serikali na sura ya umma katika uwekezaji wa umma. E, serikali imewekeza takriban shilingi trilioni tisini nukta sita eh, kupitia mashirika eh, ya umma na tungetaka uwekezaji huu uweze kuzaa kwa maana ya kuendelea kujenga uwezo wa serikali eh, katika kutoa huduma za kiuchumi, lakini pia kuhakikisha kwamba mashirika ya umma yanachangia kabisa katika pato la taifa. Kwa hivyo, kupitia eneo hilo tunafanya mageuzi makubwa vile vile katika utendaji wa mashirika ya umma lakini vile vile katika eh, muundo wao na kazi yako kama waziri ni kuhakikisha kwa kwamba tunasimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais eh, katika mageuzi hao ambao wanataka, na kwa sasa eh, kazi yako kubwa ni kuwapatia hawa kama sheria nzuri ya kusimamia uwekezaji wa umma, na tuko katika hatua za mwisho. Tunatarajia kwamba uh, sheria mpya ya uwekezaji wa umma iweze kufikishwa katika Baraza la Mawaziri yao na hatimaye iende nyingine eh, lakini muhimu sana ni kuona kwamba tunabaki na mashirika ya umma ambayo yanatija. Kama shirika ya umma inafanya biashara, tumetaka kwama inafanya biashara kwa maana maanaaa inatengeneza faida, inatoa gawio sahihi kwa serikali. Mashirika ya umma eh, ambayo yanapaswa kufanya biashara yatapewa muda na pale ambapo yameshindwa kufikia vigezo, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yapombele kinia ama yaunganishwa na mashirika mengine ama yafutu. Huo ndio mwelekeo ambao tutakwenda nao, lakini mashirika ya umma e, eh, pia tutakwenda huko mbele, yatapewa vigezo maalum kwa kimtendaji wanaita key performance indicators. Hili eh, ofisi ya msajili wa hazina imeshaandaa inakwenda serikalini na ikishapitishwa, pitisho ndio itakuwa framework yapo. Lakini pia tunao mwelekezo Mheshimiwa Rais akoaasimamia e, ni kwamba upatikanaji wa watendaji wa mashirika ya umma pamoja na wajumbe wa bodi bodi za wakurugenzi wa mashirika ya umma watapatikana kwa njia ya ushindani, njia ambayo ni ya wazi ya ushindani kila mtazara mwenye sifa ataomba atapitishwa katika mchakato ulio wazi wa kiushindani, ndipo aingie. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo tutakwenda kulisimamia <coughs> na kuhakikisha kwamba linafanywa lina, lina, lina kazi. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba tunatoa na kuweka sheria ya kutekelezwa hilo, na kazi ya msajili wa zina sheria, kazi yake nakusimamia utekelezaji wake. Lengo langu ni kuona kwamba haya yanakamilika kabla ya tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026, kwa sababu mashirika ya umma haya na ofisi ya msajili wa zina ni nyenzo muhimu sana ya kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ambayo utekelezaji wake unaanza tarehe 1 mwezi wa saba. Kwa mambo yote haya lazima yawe in place before tarehe 1 mwezi wa saba mwaka 2026. Kwa hivyo kupitia kwenu watangazie wa Tanzania kwamba mwaka ujao tutaendelea kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kufanya mageuzi makubwa katika utendaji na muundo wa mashirika ya umma katika maeneo hayo eh, ambayo imeyatajwa, lakini niweke eneo ni moja muhimu zaidi. Mashirika ya umma yamepewa jukumu mmoja kubwa sana, kusimamia uvunaji wa rasilimali za taifa kwa niaba ya serikali iwe ni katika madini, iwe ni katika misitu, iwe ni katika gesi, kote huko. Kwa hiyo ofisi ya msajili wa zina inasimamia kuhakikisha kwamba katika makampuni yote ya uwekezaji ambayo tunayapa jukumu hapa nchini, serikali kwa niaba ya umma inakuwa na sehemu yake mingine. Kwa hiyo kwa mfano, sasa hivi tunayo makampuni ya uwekezaji tisa ya sekta ya madini ambapo serikali ina share. Na kazi ya msajili wa zina ni kusimamia hilo eneo moja. Ambalo tumeelekezwa maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais ni kwamba madini yetu yanayochimbwa Tanzania yasisafirishwe kwenda nje ya mipaka ya Tanzania bila kuongezewa thamani. Tunataka yaongezewe thamani hapa Tanzania, wanaita wenyewe wazungu beneficiation. Lengo lake moja ni kuongeza thamani ya madini hayo, ili tutakapoenda kuyauza tuyauze kwa bei nzuri na kuleta pato la Tanzania, lakini pili, tusisafirishe ajira za Watanzania. Tukiongeza thamani hapa, maanake tunaongelea swala la viwanda, viwanda vijengwe hapa. Mungu ametujalia madini, madini haya lazima yawafaidishe Watanzania kwa maana ya kuongeza thamani, pato la taifa na pato la mtu mmoja mmoja, na wakatii muhimu zaidi, tujenge viwanda hapa ili vijana wetu wapate kazi. Tile, eneo mbalo, zina, ywa, kezaji, ni eneo ambalo msajili wa zina amekabidhiwa kulisimamia kupitia makampuni hayo tisa ya uwekezaji ameingia ta. Ni eneo gumu kwa sababu wenzetu wamezoea kwa miaka hamsini iliyopita katika Afrika hii kuchukua madini yetu na kuyapeleka kwenda kuuza kwenye masoko ya huko duniani na viwanda vinajengwa m. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kwamba madini haya lazima yawafaidishe Watanzania. Sio bahati mbaya kwamba yaliwekwa katika nchi hii, endelea na upendo wa Mungu aliotupa. Lazima kuhakikisha kwamba tunawawekea Watanzania mazingira hayo, wafaidike nayo kupitia kuongezewa kwa thamani. Kwa hiyo ni eneo ambalo mtaliona zaidi. Ni eneo ligumu, natuweka mazingira na wawekezaji, lakini tutalisimamia. Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo na kazi yetu ni kulisimamia, na nimshukuru sana msajili na timu yake. E, wamejipanga vizuri, e, katika kuhakikisha kwamba wanaweka mazungumzo vizuri na wawekezaji wakuelewe na waweke viwanda hapa, hapa uh, ndani ya Tanzania. Itakuwa hivyo hivyo kwenye gesi. Afisa msajili wa jina inasimamia e, mazungumzo na uwekezaji mzuri katika mradi wetu wa LNG e, mradi mkubwa sana wa gesi wenye uwekezaji wa dola bilioni arobaini na mbili nusu ya pao la Tanzania. Ni mradi muhimu, tunataka kuona kwamba watanzania wanafaidika na mradi huu katika hatua zote, kuanzia kwenye maandalizi, kwenye ujenzi wake na hatimaye kwenye ufunaji wa gesi, ili kuifaidisha Tanzania, kuwanufaisha Watanzania. Hivyo hivyo na kwenye petroli, maeneo mengine yote ya rasilimali za taifa tutasimamia vizuri kupitia uh, ofisi ya um, msajili wa hazina. Tuombe sana Watanzania waendelee kumpa ushirikiano mheshimiwa rais, waendelee kuipa ofisi ya um, msajili wa hazina ushirikiano uh, ili wasimamie maeneo haya kwa niaba yao, ili nchi yetu iendelee kufaidika eh, katika maeneo yote ya kiuchumi kwa ujumla uh, wake. Ofisi ya Rais kamo na uwekezaji kupitia ofisi um, ya msajili wa hazina na kupitia mawizara mbalimbali katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumejipanga vizuri eh, kuendelea kuimarisha mashirika ya umma haya mia tatu na nane ili yafanye kazi vizuri, kwa maana ya kuboresha na kuimarisha huduma kwa Watanzania, iwe ni katika elimu, katika afya na katika maeneo yote, lakini muhimu zaidi katika uwekezaji, ili mashirika haya yaweze kusaidia taifa hili kuongeza kipato cha taifa na pato moja moja kwa Watanzania na tutaweza kupitia mfumo na mageuzo ambayo ni kaeza na washukuru sana nikuadishaa